Hapo jua lilizama polepole pole nyuma ya upeo wa macho likitupa mwangaza wa dhahabu juu ya kijiji cha Umuoma. Nyumba za nyasi zilipanga njia nyembamba za vumbi na harufu ya viazi vitamu vinavyokaangwa pamoja na mafuta ya mawese ilienea angani. Katika moyo wa kijiji kulikuwa na jumba tofauti na mengine yote. Ukuta wake ulitengenezwa kwa udongo mzuri sana, uking'aa chini ya mwanga wa jua la jioni. Hii ilikuwa nyumba ya Dani, tajiri mkubwa wa kijiji, mtu ambaye mali yake ingeweza kununua kila alichotaka. Dan alikuwa mtu mwenye nguvu na mali nyingi. Hakuwa mtu wa kumpenda mwanamke mmoja tu. Utajiri wake ulikuwa kama asali iliyowavutia nyuki. Alifurahia sifa, macho yenye tamaa na vicheko vya wanawake, hata kama hadithi zake hazikuwa na ucheshi wowote. Aliona kuwa mali ilipaswa kugawanywa angalau kwa wanawake wazuri. Lakini si kila mtu kijijini alimpenda Dan. Wanaume, hasa wale waliokuwa wakihangaika kutunza familia zao, walimtazama kwa chuki ya kimya kimya. Walinong'ona wao kwa wao, wakiangalia dada zao binti zao na hata wake zao wakicheka mbele ya Dan. Chijioke, mwindaji wa kijiji, alikunja uso wake huku akiegemea wa mti. Mwanaume anatakiwa kupata mapenzi kwa juhudi, si kwa pesa, alingunika kwa rafiki yake. Nakubaliana nawe, rafiki yake alijibu, lakini waangalie. Unadhani wanajali mapenzi ikiwa wana dhahabu na hariri mikononi mwao? Katikati ya vicheko na shangwe, mwanamke mmoja hakutikisika. Adaku alisimama mbali, macho yake yakiwa makali, tofauti na wengine hakucheka kwa mzaha wa Dan wala kujaribu kuchukua zawadi zake. Alikuwa mwanamke mwenye moto ndani yake, mwanamke ambaye hangeweza kushawishika kwa urahisi. Dan alimwona na katabasamu, alipenda changamoto. Dan siku zote alipata alichotaka, hakuwahi kukutana na mwanamke ambaye hakuvutiwa naye. Lakini alipomtazama Adaku akigeuka na kuondoka, aligundua safari hii ingemlazimu kupigania alichotaka. Kijiji cha Umwoma kilijawa na msisimko, ngoma za asili zilijaza hewa huku wachezaji wakisakata dansi kwa mwendo mzuri, miguu yao ikitikisa vumbi la ardhi. Wanawake waliimba nyimbo za sifa, sauti zao zikiungana na melodi tamu za filimbi. Ilikuwa siku ya sherehe. Dan alikuwa amemshinda Adaku. Awali Adaku alimkataa, akapuuza zawadi zake, akakataa majaribio yake, lakini Dan hakuacha. Aliijaza familia yake kwa utajiri, akamtumia mama yake vitambaa vya gharama na kumpa baba yake kundi zima la ng'ombe. hatimaye hata Adaku hakuweza kupinga kuwa Dan alikuwa amejithibitisha. Adaku hakuwa kama wanawake wengine aliowajua Dan. Alikuwa moto na radi iliyofungwa katika uzuri. Uwepo wake ulihitaji heshima na hakujipendekeza kwa mwanaume yoyote. Alitaka uaminifu, alitaka mume ambaye angemuheshimu na kuwa wake pekee. Jioni moja walipokuwa wamekaa kwenye ua wao mkubwa, Dan alinyosha mkono wake kumvuta karibu, lakini Adaku aligeuka pembeni, macho yake meusi yakiwaka hasira. Usifikiri zawadi zako zitanunua moyo wangu, Dan alisema kwa sauti thabiti. Kama unataka kunifurahisha, basi usimruhusu mwanamke mwingine kuchukua nafasi yangu. Dan alicheka akipunga mkono kwa mzaha. Adaku mpenzi wangu, kwa nini mwanaume kama mimi awe na mke mmoja tu? Taya la Adaku lilivuta. Alijua wakati huo kuwa matatizo yalikuwa yanakuja. Muda ulipita na Adaku aliona macho ya Dani yakihama. Siku moja jioni, baada ya siku ndefu, Adaku alimkabili Dani. Uliniahidi Dani, ulinambia mimi ninatosha. Dani alisema, mwanamke mmoja kamwe hamtoshi mwanaume kama mimi. Adaku, ulipaswa kujua hilo. Hasira ilijaa ndani ya Adaku, lakini akameza hisia zake. Usiku huo Adaku alilala macho wazi, akitazama dari. Angeweza kumsikia Dan akikoroma kando yake, bila kujua dhoruba kali inayochemka ndani ya moyo wake. Hakuwa amewahi kufikiria angeweza kumbadilisha. Alidhani angeweza kumfanya ampende yeye pekee. Lakini Dani alikuwa mtu wa kufuata tamaa. Moyo wa Adaku ulikuwa umejaa maneno aliyoshindwa kuyasema, lakini alibaki kimya. Kijiji cha Umwoma hakikuwahi kuwa kimya kuhusu maneno ya watu. Wanawake walinong'ona, wanaume walizungumza kwa sauti za chini chini chini, wakitikisa vichwa vyao juu ya habari zilizozagaa kama upepo. Dan alikuwa ameoa mke wa pili. Oti alikuwa mdogo kuliko Adaku. Watu wa kijiji walimjua kama binti wa mkulima tajiri wa viazi vikuu, mwanamke aliyekuwa na ndoto za maisha ya kifahari na sasa ndoto yake ilikuwa imetimia. Siku Ototi alipofika kwenye boma la Dan, hewa ilikuwa nzito na mvutano. Adaku alisimama mlangoni, mikono yake ikiwa imevukwa kifuani, macho yake yakiwa na cheche za maneno aliyoshindwa kuyasema. Adaku hakusema chochote Ote alipompita, lakini moto machoni pake ulisema zaidi ya maneno. Umechoka na safari, Dan alimwambia Oti akimwongoza ndani. Oti aligeuka kumtazama Adaku na kutabasamu kutabasa tabasamu ambalo lilionekana safi lakini pia lenye kejeli. Oti hakupoteza muda kuchukua nafasi yake. Alipamba chumba chake kipya kwa vitambaa vya thamani ambavyo Dan alimletea. Alitembea kwa maringo ndani ya boma, nyonga zake zikiumba, kicheko chake kikijaza hewa. Dan, akiwa amevutiwa na ujana na ucheshi wake, alizidi kutumia muda mwingi naye. Adaku alitazama kutoka mbali, mikono yake ikiwa imekunjwa kwa hasira. Upendo wa Dani kwa Oti ulikuwa kwa haraka, na muda si mrefu, Adaku akajikuta amesahaulika. Hakuwa akikaa naye tena kwenye sherehe za kijiji, hakuwa akipokea zawadi ya kwanza tena. Wake wengine wa kijiji wakaanza kunong'ona nyuma yake, wakimuita mke wa kwanza aliyesahaulika. Lakini Adaku hakuwa mwanamke wa kusahaulika. Alijua kuwa alikuwa amepoteza uangalizi wa Dani kwa sasa, lakini hangeacha Oti achukue kilicho chake. Na hivyo vita vya kimya vilianza. Mbingu juu ya Umuoma, zilianza kuwa nzito na na mawingu ya mvua na upepo baridi ukavuma kupitia mitende. Ilikuwa ishara, mabadiliko yalikuwa yanakuja kwenye boma la Dan. Wake zake Adaku na Odati, ingawa walikuwa mahasimu wakali hapo awali, muda uliwalazimisha kuwa na uhusiano wa tahadhari. Ghafla sauti za minong'ono ziliongezeka kutoka barabara ya kijiji. Kundi la wanawake wakiwa wamevalia vitambaa vya kifahari walitembea pamoja wakinong'ona kwa msisimko. Katikati ya mtafaruku huo alikuwepo mwanamke mpya Neka. Alikuwa mrembo kupindukia. Tofauti na wanawake wengine, uso wake haukuwa na haya, ulijaa kujiamini. Ndani ya boma lake kubwa, Dan alikaa juu ya kigoda cha mbao akitazama harakati nje. Macho yake yalifuatilia mwendo wa Neka alipokaribia, vidole vyake viligonga goti lake taratibu. Alikuwa amewaona wanawake wengi wazuri maishani mwake na kuwashinda wote, lakini kulikuwa na kitu kuhusu Neka, jinsi alivyotembea, jinsi midomo yake yenye ukamilifu ilivyopinda kidogo kana kwamba tayari alijua kuwa ameshinda. Adaku na Oti walifuata macho yake, walitazamana wakijua hili lilikuwa tatizo jipya. Neka alipovuka lango la boma, alitabasamu, lakini tabasamu lake lilikuwa na maana nyingi. Alimsalimu Dan kwanza, akapiga goti kwa muda mfupi mbele yake, macho yake hayakuacha kumtazama. Adaku na Oti walibaki wameketi wakimwangalia kwa makini. Walikuwa wamecheza mchezo huu hapo awali, na sasa mchezaji mpya alikuwa ameingia uwanjani. Oti alikuwa wa kwanza kusema, sauti yake ikiwa laini lakini na ukali uliositiriwa. hivyo basi, wewe ndiye wanayemwita Neka? Neka aligeuka, akikutana na macho ya Oti bila wasiwasi. Ndiyo, alisema kwa urahisi. na wewe lazima uwe mke wa kwanza. Adaku alicheka kwa upole, akitikisa kichwa. anatamani angekuwa Dan alicheka akifurahia mvutano huo, aliinama mbele akiweka mkono wake juu ya goti. inatosha leo, siku tutasherehekea Acheni neka apate nafasi yake. Lakini hata alivyosema hivyo, moto machoni mwa wake zake haukupungua. Hadi jioni, kijiji kilijaa maneno ya umbea. Wazee walikaa katika vikundi vidogo wakizungumza kwa sauti za chini, wakijadili kama tamaa ya Dan ya kuwa na wake wengi ingemletea bahati au maafa. Vijana wa kiume walicheka, wakijiuliza ni kwa muda gani Dan angeweza kustahimili wake wengi hivyo lakini wanawake wa kijiji wale waliowahi kutamani Dan awatambue walimtazama Neka kwa mchanganyiko wa wivu na heshima. Mmoja wao, fundi wa kutengeneza vitambaa, alimnong'oneza rafiki yake, anatembea kama malkia, lakini hata malkia huanguka. Usiku ulipozidi kuingia, sherehe katika boma la Dan ilichangamka, ngoma zilipigwa kwa nguvu na harufu ya mbuzi aliyechomwa ilienea hewani. Dan alikaa mbele ya mkusanyiko, huku Neka akiwa pembeni yake. Adaku na Oti walikaa karibu lakini tabasamu zao hazikufika machoni. Walijua maana yake, dhoruba mpya ilikuwa imefika na ilikuwa na jina Neka. Hali ndani ya nyumba ya Dani ilibadilika. Wake watatu Adaku, Oti na Neka walitembea kama mawingu mazito, ukimya wao ukiwa na maana kubwa. Boma ambalo hapo awali lilijaa vicheko na nyimbo, sasa lilitawaliwa na minong'ono ya hila na usaliti. Kisha, kama upepo baridi siku ya joto kali, Tashi alifika. Tofauti na wengine, Tashi hakuwa mkali kama Adaku mjanja kama oti wala mwenye wivu kama Neka. Yeye alikuwa mpole, lakini madhubuti, mkarimu, lakini mwerevu. Hakuhitaji kutafuta usikivu, ulikuja kwake wenyewe. Dan alimwona kwa mara ya kwanza kwenye mtu wa kijiji, alisimama akiwa na mtungi. Alipo tabasamu haikuwa tabasamu la hila, bali la kweli na la kupendeza. Dan alivutiwa naye, alikuwa ameona uzuri mara nyingi, lakini kwa tashi kulikuwa na kitu tofauti. Adaku na oti ambao zamani walikuwa maadui sasa waliungana dhidi ya Neka. Alikuwa amewasukuma kando akifurahia mapenzi ya Dan, sasa ilikuwa zamu yao kumwangusha. Usiku mmoja wakikaa chini ya mwangaza wa mwezi, walizungumza kwa sauti za chini. Ikiwa atakutana naye atamsahau Neka, Oti alininong'ona. Adaku akatabasamu kwa ujanja, basi ni lazima ahakikishe inatokea. Mpango ulikuwa rahisi, kumtambulisha Tash kwa Dan na kuacha mambo yajitokee yenyewe. Utangulizi haukuwa na ugumu wowote. Dan hakuwa na kinga dhidi ya haiba ya Tashi. Hakujitupa kwake wala hakutafuta mali yake. Usiku mmoja, wakati familia ikila, Tashi alimletea Dan chakula kwa mikono yake mwenyewe. Harufu ya supu yake iliyotiwa viungo vizuri ilienea hewani. Alipomwangalia, Dan alishikilia macho yake kwa muda mfupi wa kutosha kufanya moyo wake kupiga kwa kasi. Neka, akitazama kutoka upande mwingine wa chumba, alihisi mamlaka yake yakimponyoka. Siku zilivyopita mawazo ya Dani yote yalielekezwa kwa Tashi. Neka aliyekuwa kitu cha thamani kwake sasa alikuwa kivuli tu. Jioni moja, kijiji kilipozama katika usingizi, Neka alisimama dirishani mwa chumba chake akitazama nyumba kuu ya Dan ambapo vicheko vilisikika. Mikono yake ilishika kwa nguvu kitambaa cha gauni lake. Atanirudia, alijisemea kwa sauti ya chini, lakini moyoni alijua asingerudi tena. Jua liliinuka taratibu juu ya umwoma likikitia kijiji mwangaza wa dhahabu laini. Wanawake walitoka nje ya nyumba zao, lakini kulikuwa na jambo lisilo la kawaida. Dan, mwanamume ambaye sauti yake mara nyingi ilijaza boma kwa vicheko na amri, hakuonekana. Kiti chake kilikuwa tupu uani, shanga alizokuwa akichezea hazikuwa mikononi mwake. Wake zake Adaku, Oti, Neka na Tahihi walisimama karibu na lango la nyumba yake kubwa, nyuso zao zikiwa na wasiwasi wa kimya kimya. Kufikia mchana, kijiji kilikuwa kimegundua kutoweka kwake. Watumishi waliomletea chakula cha asubuhi walinong'ona wao kwa wao. Soko lilijaa maneno ya uvumi. labda ameenda safari ya siri, mzee mmoja alisema. Hapana, dani huwa hatoki bila kutangaza, mwingine alijibu. Subira ya adaku ilipungua. Macho yake makali yalimtazama tashi. mke mpya alikuwa wapi usiku uliopita? alimuuliza kwa sauti yenye mashaka. Tashi, mtulivu kama kawaida, alivuka mikono yake. alikuwa hapa, alijibu, alienda kulala kama kawaida lakini adaku hakuridhika. Jioni ilipofika, utafutaji mkubwa ulianza. Wanakijiji walichunguza misitu na kingo za mto, wawindaji wenye macho makali walifuata nyayo, lakini hakukuwa na dalili zozote za Dan. Wazee wa kijiji walikusanyika katika uwanja wa kijiji, nyuso zao zikiwa na wasiwasi wa kimya kimya. Mtu mwenye nguvu kama Dan hawezi tu kupotea, mmoja wao aling'aka. Hii ni kazi ya miungu au kitu kibaya zaidi. Wake zake waliowahi kugawanyika kwa wivu sasa walisimama pamoja tofauti zao zikiwa zimesahaulika. Usiku ulikuwa kimya. Dan alikuwa amepotea kwa siku tatu. Mwanzoni wake zake walidhani alikuwa ameenda kutembelea wafanyabiashara mji wa jirani, lakini kadri muda ulivyopita na nyumba yake kubwa kubaki tupu, uvumi ulianza kusambaa. Wanakijiji walikusanyika kwa sauti za chini wakiteta. Wengine walisema alichukuliwa na mizimu, wengine walidhani alikimbia kwa hofu ya kulipiziwa kisasi kwa tamaa yake isiyo na mwisho. Lakini mwanamke mmoja alikuwa na uhakika. Neka, akiwa na uso wenye msimamo mkali, alitembea moja kwa moja hadi katikati ya kijiji. Lazima tuangalie chumba cha Tashi, alitangaza. Kuna jambo haliko sawa. Kundi la wanakijiji walimfuata kwa tahadhari. Kadri walivyozidi kukaribia, hali ya baridi ilizidi. Tashi alikuwa mtulivu muda wote, akitabasamu kwa upole, akipika vyakula vitamu, akishinda mioyo ya wale waliowahi kumshuku. Lakini sasa mlango wake ulipofunguliwa mvutano mkali ulienea chumbani. Kisha mtu mmoja akapiga kite. Katika kona ya chumba, amefungwa kwenye nguzo ya mbao, alikuwa Dan. Nguo zake zilizowahi kuwa safi na za kifahari zilichanika na kuwa na damu. Macho yake yaliyowahi kujaa hila na tamaa sasa yalikuwa matupu, yamejaa maumivu yasiyoelezeka. Mwili wake ulikuwa dhaifu na mnyonge, lakini jambo la kutisha zaidi lilikuwa chini yake. Damu ilitiririka sakafuni, uume wake ulikuwa haupo. Ghafla chumba kilijaa vilio. Wengine waligeuza macho yao mbali, wengine walisali kwa sauti ya chini, mikono yao ikifunika midomo kwa mshtuko. Kimya kilivunjwa na sauti tulivu, thabiti: ni mimi niliyefanya. umati ulishtuka, macho yote yalimgeukia Tashi, mke wa mwisho na mdogo zaidi. Alisimama wima, vazi lake la chitenge likimkumbatia mwili wake kwa uzuri, ngozi yake nyeusi iking'aa katika mwangaza wa moto. Tofauti na wengine, uso wake haukuwa na majuto bali ulikuwa na uhakika . Dan dhaifu na karibu kushindwa kusema, aligeuza kichwa chake kumtazama, midomo yake ilitetemeka, lakini hakutoa neno. Kwa nini? Adaku aliuliza hatimaye, akisonga mbele. Sauti yake ilitetemeka, lakini si kwa hofu. Kulikuwa na hasira machoni pake na kitu kingine kuelewa. Tasishi alipumua kwa kina, sauti yake ikiwa thabiti. Nimechoka, alisema nimechoka kumtazama mtu huyu akikusanya wake kama vitu. Nimechoka kujua kuwa haijalishi kiasi gani tunatoa, daima atataka mwingine. Nilitaka yote haya yaishe. Minong'ono ilisambaa kati ya wanawake waliokuwa kwenye umati. Wengine walitikisa vichwa kwa ukimya, wengine walishika vifua vyao, wakisita kati ya hofu na kuelewa. Adaku alimgeukia Oti kisha Neka. Walikuwa wamepigania upendo wa Dan kwa miaka mingi, lakini sasa walisimama pamoja, wasijue nini cha kufikiria. Je, hatujateseka wote? Tashi aliendelea. Je, hatukujipoteza sisi wenyewe tukijaribu kumpendeza mtu ambaye hakuwahi kutuona? Oti alitazama chini kimya. Neka alikaza ngumi zake, lakini hakusema chochote. Wazee wa kijiji wenye nywele zilizojaa mvi walisimama mbele ya umati. Mmoja wao chifu Obina, alisogea mbele akiegemea fimbo yake ambao iliyochongwa kwa ustadi. huu ni usiku wa giza kwa kijiji chetu, alisema kwa sauti nzito Mtu aliyekuwa na kila kitu ameporomoka kwa tamaa zake mwenyewe. Nyumba iliyowahi kuwa na furaha sasa imegeuka uwanja wa vita. Aliangalia Tashi kisha Dan. Lakini haki si ya mtu mmoja kuchukua peke yake, tutafanya maamuzi. Dan aliguna kwa udhaifu, mtu aliyewahi kuwa na mamlaka makubwa, aliyewahi kuamrisha kwa mtazamo mmoja tu, sasa alikuwa kivuli cha mtu aliyewahi kuwa. Kijiji kilipojadili hatima yake, ukweli mmoja ulidhihirika: tamaa na uchu wa mali vilimfikisha hapa. Dan alikuwa na utajiri, nguvu na upendo, lakini alitaka zaidi, na kwa tamaa yake isiyo na kikomo alipoteza kila kitu. Wanawake waliokuwa mahasimu zamani sasa walikuwa kitu kimoja. Walikuwa wamepigana kwa miaka mingi, lakini mwishowe hakuna aliyeshinda. Kadiri jua lilivyoanza kuchomoza, wanakijiji walitawanyika wakimwacha Dan peke yake kwenye uwanja wa nyumba yake iliyokuwa kubwa na ya kifahari. Lakini kwa Dan hakukuwa na mwanzo mpya, kulikuwa tu na ladha chungu ya majuto. Fundisho hii ni hadithi ya onyo. Wanaotaka zaidi bila kuridhika, siku moja watapoteza kila kitu. Utajiri wa kweli haupo kwenye dhahabu, bali katika hekima na shukrani.